Tunapoenda kushiriki zoezi hili la kupiga kura, tunataka pia tuunganishe hapo hapo kipengele cha pili, kwamba ni lazima tuzingatie kwamba uwepo wa tunu za taifa ikiwemo amani na utulivu. Amani na utulivu imezungumzwa katika maeneo mbalimbali mbali, lakini leo nawakumbusha tena kwamba amani na utulivu wa nchi unatokana na sisi wa Tanzania. Sasa yote katika yote, kwamba kila raia wa Tanzania hapa maelezo yanasema ana wajibu wa kuhakikisha kwamba analinda amani anadumisha amani na ulinzi katika eneo alilopo. Sasa amani na utulivu tunaisisitiza kwa sababu kumezuka, mimi ni mzoefu, siongee ndo maana hii hapa niko hapa, mimi niko kwenye hapa tuko na taasisi ya wafikiriaji duniani ni kwamba tangu tisini na mbili tulipoanza mfumo wa vyama vingi, tukaanza kupiga kula tisini na tano ikifika kipindi cha uchaguzi yanaibukaga makundi changanyikeni tunaita. Yakishaibuka makundi mengine yanakuja kwa ajili ya utafutaji, kwa Kiingereza tunaita pathfinders group. Yani wasakatonge. Kwa hiyo wasakatonge ndo huwaga wanaleta vurugu hizo, kwamba wanatumia fursa ya Watanzania walio wanyonge ambao wanauelewa mdogo kwenda kudanganya kwamba unajua hatutendewi haki, siji kuna nini, tugome kupiga kura, tufanye hivi. Vitu vingi huwa vinatokea kwenye majira haya uchaguzi, lakini niwakumbushe tena, mtu mmoja mmoja, kijana, mzee, bibi kikongwe, wote hebu turudie nyuma, turudie nyuma tuangalie historia ya nchi yetu. Hii nchi ilitoka kwenye mikono ya wakoloni enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na baada ya hapo tumekuwa huru katika nchi yetu, lakini kume kitu kimezuka tu hiyo miaka kinaitwa propaganda. Yaani, propaganda ni kitu kibaya. Mtu anaweza akasema huyu unamwona, unamwona mwangalie vizuri, huyu ni mtu mbaya sana. Sasa ukikalili hiyo propaganda, wewe utaanza kutafsiri mtu mbaya, lakini ukweli usiopingika, marais wote pamoja na serikali zao wamefanya kazi kubwa katika nchi hii. Huo ndio ukweli wa kuishi Tulikuwa hatuna shule, shule zimejengwa, mahospitali yamejengwa, barabara zimejengwa, na nyie mnaona serikali ilivyofanya. Sasa serikali hiyo hiyo iliyosababisha mi nilikuwa sijui kusoma na kuandika, nimejua, sekondari nimekwenda, elimu nimepata, eh? Usafiri umo, tunasafiri kila siku. Lakini serikali hiyo nayoratibu uchaguzi tena, eti kuna mwingine anakuja ku challenge kwamba haifai kwenda kupiga kura, ila kilicho bora ni kwenda kuandamana na kufanya vurugu. Sasa ukianza kuleta vurugu kuna kitu vinaitwa vyombo vya dola, vipo kwa ajili ya kushughulikia watu kama hao. Ndio maana kuna mahakama, kuna polisi, kuna magereza. Sasa Watanzania hatutaki kuishi hivyo, kwamba kama punda mpaka upigwe mijeledi ndo utembee. Haya niliyozungumza namba moja, kushiriki kupiga kura; namba mbili, amani na utulivu. Hii inakutosha tu wewe kutoingia namba tatu, kwa sababu namba tatu huku bila ya kufanya yale mawili unakutana na. Tunasema hivi mtanzania yoyote anatakiwa kuheshimiwa. Ila anaheshimiwaje? Anaheshimiwa kama naye anajiheshimu. Namba moja hiyo, kama unajiheshimu utaheshimiwa. Lakini namba mbili, unatakiwa kufata sheria au mimi natakiwa kufata sheria na taratibu. Nisipofata sheria, maanaake kuna madhara nitayapata. Hiyo haijawahi kukwepa, yani moto ukiugusa, huwa usemi utaumia kesho. Ukishika kaa la moto, unaumia pale pale. Sasa tuko kwa ajili ya kutoa rai kwamba watu wasishiriki vitendo vitakavyosababisha uvunjifu wa amani, kwa sababu kumia ni palepale. Hiyo ni angalizo kabisa, na baadaye nitawaambia kwenye kuhitimisha, jambo ambalo kwa nini tumeamua kusema haya. Lakini pia tunasema hivi, ni lazima tuelimishane. Kama wewe una familia, waambie watoto wako, bwana sikiliza, kuna rai imetolewa na wafikiriaji, hii hapa, isikilize sababu kama hujaelewa wako wa kuelewesha, ambao ni sisi tumesha kuelewesha, na ndo maana tunaita vyombo vya habari, magazeti na nini kwamba waambieni hawa watu mwendo wa nchi yetu uko hivi. Kwa hiyo kuelimishana kuendelee, una wajukuu waelimishe, una vijana waelimishe, lakini vile vile kuepuka lugha za chuki na uchochezi katika kipindi hichi. Tuepuke, tuwe wastaarabu, tuheshimiane na kusaidiana lakini vile vile tuendelee kushiriki shughuli za ujenzi wa taifa, kwa maana shughuli za kijamii. Sio kwamba ukiwa na uchaguzi basi mengine yanasimama. Shughuli zitaendelea, watu wataendelea kuoa na kuolewa, na shughuli zingine zitaendelea, ila huku tukikumbuka tarehe ishirini na tisa. Hata kama unakula keki mahali, kula tu, lakini tarehe ishirini na tisa mchakato ni ule ule. Kijambo jingine lazima kulinda, lazima kulinda. Haki za binadamu mwenzako Unaona, kuna watu fulani wananong'ona mambo ya kupotoka, baadaye uwashauri umenyamaza walinde, waambie jamani, huko mnakoenda siko, labda ni, ninashauri hivi. Lakini vile vile lazima kuwa raia mwema. Kuwa raia mwema kunasababisha wewe uwe katika mfumo wa kufaidika na matunda ya nchi, lakini ukishakuwa raia mbaya tayari unashughulikiwa. Lakini pia kujenga uchumi, tuendelee kujenga uchumi wetu, tuendelee kujenga uchumi wetu kwa kudumisha amani na utulivu lakini vile vile tukiangalia yaani, yani, haya mambo niliyozungumza yanaleta heshima, yanaleta uongozi bora, yanaleta amani hiyoyo tuliyo tafsiri, yanaleta maendeleo, yanaleta uhusiano mzuri eh, yanaleta ku, kuelimika yanaleta kuzuia uhalifu na mambo kadha wa kadha. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi amelitendea taifa wema kwa kusimamia kwamba anayeambiwa nenda, nenda. Anayeambiwa kaa chini. Mwenyekiti tu yeye anasimamia, angalii, ukiambiwa kaa unatakiwa kukaa, na amefanya hivo tu bila kuangalia mambo mengine. Changamoto zilizopo, nahitimisha, changamoto zilizopo kwenye nchi yetu ni mambo yanayokuja. Nisikilize vizuri, changamoto zote mnazoziona kwenye taifa, sijui nini, sijui kuna mambo gani, si mtandaoni si nini, ni mambo yanayokuja, hasa mtu aliyekuja kwako kwa utashindwaji kumwondoa changamoto mnazoziona zote, sisi tuko tayari kuziondoa kama Watanzania, na tunao uwezo. Sijui momonyoko wa maadili, matusi, sijui lugha gani kwenye mitandao na vitu vyote mnavyoviona vinavyoendelea, Tanzania ina uwezo wa kuviondoa vyote na paka, paka baki shwali. Na kwa hiyo wananchi wasiogope na vyombo vya ulinzi na usalama, tutumie fursa hiyo wafikiliaji. Tunavipongeza sana majeshi yote yameimarisha ulinzi. Mi nilikuwa kule nani, Kibiti juzi wakati anahutubia e, eh, mgombea mwenza wa rais. Nilikuwepo kule niliona ambavyo majeshi yameungana sasa, lakini sio yanaungana kwa nia mbaya kushambulia mtu ha, ah, kulinda tu, kulinda tu, watu wawe salama. Kama una lambo isiibiwe, kama una simu isiibiwe, ukiwa kwenye foleni wahakikishe, wanalinda mpaka viatu eh? visije vikachukuliwa na mtu aliye kinyume, wale wasioitakia mema nchi yetu kwa hiyo nimeona jinsi majeshi yamechanganyika, polisi, si jeshi la akiba, si wajeshi wenyewe, wamechanganyika wanafanya mazoezi, nikasema kwani kuna nini? Ni kwamba wanaandaa mfumo wa kulinda Watanzania ambao ni mimi na wewe, kwamba nchi ipo salama. Lazima tufikirie upya, ndo kanuni yetu, si wafikiriaji. Nchi ipo salama salama, ila watu baazi ndo hawako salama. Taifa liko vile vilevile, miti ni ile ile, mchanga ni uleule, ule poli ni lile lile na, na mashariki na magharibi havijawahi kubadilika, ni kule kule tu kaskazini. Dira ya taifa ni ile ile, kwamba mashariki kusini kaskazini ni vile vile. Nchi haijabadilika, ila watu sasa kama wamebadilika, watu tutawashepu. tutawashepu kwa kutumia mifumo yetu sisi huku, tuna njia mbili, kuna utafiti wa wa wa kitaalamu, lakini kuna utafiti wa kienyeji. utafiti wa kienyeji sisi tunaelewa tuna tu, hata wanaosumbua kwenye mtandao ni kwamba machifu hawajakabidhiwa hapa wakikabidhiwa tu washughulikiwe, na wao hata hawatatukana tena, hata hawatasema nchi vibaya. Kwa hiyo tunaendelea kusema kwamba tunaendelea kuipongeza tume, na haya niliyosema, na mwenye na mwenyekiti mwenyekiti hawajakutana wa tume huru ya ya taifa ya uchaguzi, lakini ninaamini kwa sababu mchakato unaendelea, watakapokutana tuna mambo makubwa, mengine yapo tume, mengine yako tushawasilisha tume. Kwa hiyo tuwatangazie Watanzania kwamba sisi kama taasisi ya wafikiliaji tunaunga mkono jitihada za serikali kwa maana ya tume iliyoko kwenye zamu sasa. Tunawapongeza tume na vile vile tunawakumbusha eh, tunawakumbusha wananchi kwamba wakashiriki, wajitokeze kupiga kura kwa faida binafsi. Nihitimishe kwa kusema mimi naitwa Samweli Job Chimanyi, ni mwanasheria wa machifu Tanzania na baraza la mkoa wa Dodoma pia ni mwanasheria, lakini vile vile mimi ni mwelimishaji wa mafanikio ya serikali iliyopo madarakani, ambapo sio kwa kutafutiza tafutiza. Yani tumizizi ipo kienda. Ofisi ya Rais pale, tushajitambulisha, wanafahamu kwamba mimi ni mwelimishaji. Ukienda chama makao makuu huko, wanaelewa kwa sababu ndio kilichounda hiyo serikali iliyoko madarakani, sio kwamba nakosea. Ndo protokol kwamba kila serikali, ndo maana huko kuna vyama vinatafuta serikali zao. Kwa hiyo iliyokuwepo zamu iliyounda serikali nao wanajua na mamlaka nyingine zinajua Tumi, hata hapa mkoani wanajua, wilayani wanajua. Kwa hiyo hatubahatishi. Hawa ni wadau wakubwa, walioko mbele yangu ni viongozi ambao nchi inawafahamu. Kwa hiyo kama wamenipa fursa ya kusema hapa, lazima tupigilie misumari kwamba vurugu mwiko, vurugu kwetu sisi mwiko, kusema matusi mwiko, lazima tulinde mila na tamaduni zetu Tanzania.